Habari zenu sana, ndugu zangu. Nimepokea ujumbe wenu mwingi sana, mkijiuliza hivi, dawa za mapenzi e, zipi tu, nzuri? Yaani, tufanye dawa za mapenzi tukiwa na wapenzi tuko nao ndani, ama tufanye dawa za wapenzi wetu wakiwa tayari wameshatuacha? Mimi nakwambia kitu kimoja katika mapenzi: mapenzi ni kama kubeti Watu wengi sana mmehangaika kuwaroga waume zenu ili waweze kurudi ama wanawake zenu ili waweze kurudi, wakiwa tayari mshagombana nao. Kwa sababu gani? Kwamba mnapokuwa kwenye mahusiano, mnakuwa mnajisahau sana na kuona kwamba mahusiano yenu yataendelea, yataendelea, na yataendelea, na yataendelea milele. Mapenzi hayako hivyo, ndugu zangu unapokuwa unahisi kuna matatizo madogo madogo ndani ya ndoa yako, ndani ya mahusiano yako, muda mzuri wa kumtengeneza mwanaume haswa ukiwa naye hapo hapo ndani kwa sababu ukiwa ndani una option nyingi ambazo unaweza kuzifanya. Uwe mwanamke uwe mwanaume, unaweza ukaambiwa na mganga wako kwamba mwekee dawa kwenye chakula, utamwekea mwekee dawa kwenye sehemu za siri, kwa bibi utaweka. Mwekee dawa umshike shike, ama umshike mkono, utamshika mkono. Kwa hiyo chukua nywele zake, utachukua. Mwekee kwenye maji ya kuoga, utamwekea. Sasa wengi wenu mnakumbuka shuka wakati mshaachwa na wapenzi wenu, uwezi kupata chochote, uwezi kupata nguo yake ya ndani huwezi kufanya oteva chochote kile. Ukishaachwa ndio sasa unakumbuka kwamba, oh, mimi mpenzi wangu nampenda, lakini wakati uko naye ulikuwa ujui kwamba kuna kesho utakuja kuachwa kwa, kwa sababu dalili za mvua ni mawingu. Sasa unapoona mahusiano yako uwe mwanamke uwe mwanaume uyaelewi na unahisi mahusiano haya unayapenda, usijifanye kama uyapendi na usijifanye kwamba eti wewe kama vile mnavyochekeana ndani ukajihisi wewe una bahati sana, akishakuja kukuondoka hapo ndani eh? Yani ni sawasawa na nyumba, nyumba ukitaka kuibomoa unaweza ukaibomoa kwa siku moja, kuijenga utatumia muda eh? ili iweze nyumba kutengemaa. Sasa unapotaka kufanya dawa za mahusiano usingoje mpaka kuachwa, na ndio maana wengi walioachwa wanatumia nguvu kubwa We, wana, anaweza akatumia waganga hata ishirini na mwanaume wake asirudi, kwa sababu hawezi kufanya vile vitu, kwa sababu mwanaume amekuacha. Ukipewa dawa eh, utazitumikisha vipi? Na unawakuta waganga wengine hawana uwezo wa kutuma mashambulizi ya mbali, kwa hiyo mtagombana bure na waganga. Weka kinga, weka uzio kwa mpenzi wako mapema, kabla alijakukuta sasa hivi wadangaji ni wengi, wadangaji ni wengi sasa hivi. Watu wanashea, sasa bora unaeshea naye awe na uoga. Siku hizi unashea na ndugu, unashea na rafiki yako wa karibu, yaani oteva. Huo ni ushauri wangu kwa watu ambao mnahisi mna wapenzi wenu, tumieni dawa, hata kama mjaachika, hata kama mko ndani, ulinde ndoa yako. Sasa ngoja uachwe Ndo uanze mganga mimi, mganga mimi. Ah. Wewe umechelewa japo atarudi lakini inabidi pia uwe mvumilivu. Ziko dawa za aina nyingi. Hata ukimwona mpenzi wako aelewi, eh? Mwekee nguvu za kiume, asikienda nje zisifanye kazi. Wewe mwanaume, ukiona mpenzi wako uelewi, mbiridishe. Kila akienda kukuchiti, mbiridishe Utakaa kizembe kitoto. Mimi simo, mimi bado niko Marekani. Dawa za mapenzi zipo, unaweza ukamshika mpenzi wako vizuri sana. Niko hapa Kentucky, Roseville au Lovesville, niko hapa.